Ange, kwa majina mimi ni katibu wa bajaji zone transformer. Changamoto kubwa sisi kwa pande wetu, kwanza tuliambiwa kwamba tukitoka barabara mwaka kuelekea Kilimanjaro kwamba abiria tusishushe mazingira kuanzia Kisimani mpaka roundabout, hilo tulitii na likawa sawa, lakini pia wamekuja kutuambia kwamba hatutakiwi kupita hii barabara kuu kuelekea huko. Sasa hatujaelewa shida ni nini, tunataka tuelewe, kwa sababu hii barabara ndio inaabiria vituo vingi viko hapa sasa, wakisema tupite mashine za mpunga kidogo, kwani ni changamoto. Kwa hiyo hapa tunataka tupate suluhu ya kupita barabara hii, pia tupate hata kama kizingine, maana tunanyanyasika. Tuelewe shida ni nini? Njia tumezuiwa kupita barabara kuu, tupite nje ya barabara. Kwa nini hatutaki hicho? na malori yanapaka foleni tatu, tunashindwa kwa kupita. Tunasemekana sisi tunaanzisha jambo, hata sisi sio chanzo cha jambo. Mheshimiwa waandishi wa habari, mimi naitwa Amani Mwepaja mwaja ao hii jambo limeniumiza sana. Limeniumiza tena siku tatu. Si kwa kwanza tuligoma, tuliambia na kitio. Tuondoke. Akatupa akatuelekeza jinsi ya kupiga tukapita huko tukaacha. Siku ya pili amekuja na kitio. Amekuja hapa jana. Hajatuambia chochote kile. Amefika hapa bila kutuuliza wananchi tuna shida gani. Amefika hapa amesema toeni bajaji, anaambia maaskari toeni bajaji pekani polisi. Hii jambo limetuumiza. Hii leo ni siku ya tatu. Kama tumeongea na watu wao, tumeongea tumeongea, wamebaki wa mara yetu. Tunataka tuongee na mkuu mkuu wa mkoa, ndio toka mwisho. Kama tukishinda wakati tunaona tumeongea na mkuu mkuu, mbona kimeleweka. Tunataka tuwe na haki tupite barabara kuu, kwa sababu tunalipa kwa mapato. Halmashauri inatuzuia mikokoteni. Malori wanapanga foleni, foleni tatu, foleni tatu, foleni tatu kutoka huku nabaki na magari ya halmashauri ya mji ndani na sisi bajaji tunatingwa. Kwa majina naitwa Israeli Like, Sanga uh, ni katibu mstaafu. Ndugu mwandishi wa habari, kwanza tunawapongeza waandishi wa habari, tunawashukuru waandishi wa habari kwa ujio so, wenu. Swala la msingi tunaomba kama ni maloli uwe mstari huu mmoja. Aa, wapili pili, mwandishi wa habari, jioni ile mama zetu baba zetu wamechoka madukani, wanarudi nyumbani na magari yao, tunashindwa kwa kupita kabisa, pamoja na bajaji. Na ukilinganisha kwamba bajaji kwa siku moja ni zaidi ya watu milioni moja tunaowasafirisha hapa mjini Tunduma, unaona. Halafu saa wapili hapa hapa hapa stendi ya zamani asubuhi na wiki iliyopita, inakaa mistari mitatu pamoja na haya malori ya mafuta. Sasa mheshimiwa, sawa aliko hivi, haya malori yakagongana, sawa, moto ukalipuka, tutapata sala ngapi Tunduma? Nilikuwa naongea na mheshimiwa hapa, miongoni mwa vitu alivyoniahidi ni pamoja na kutoa checkpoint. Miongoni mwa vitu alivyoniahidi, tunaenda kuzungumza. Miongoni mwa vitu alivyoniahidi ni kupunguza chekipointi. <coughs> wanaomba ni waombe, na ameahidi tena, siwa mbali hilo. Ameahidi tena kuitisha mkutano mkuu wote mpaka Tunduma Kisii, sawa, tutoe kelo zetu zote.